Tam katika sherehe za kuapishwa rais Samia Suluhu Hassan tarehe 3 mwezi 11/2025 amekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka huu. Viongozi wa kanisa Tanzania wamekiri kufanyika mauaji hayo. Waislamu wenye macho ulul albab Tanzania pia wamekiri kufanyika mauaji hayo vilevile vile, waangalizi wa uchaguzi wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC umoja wa Afrika AU na umoja wa Ulaya EU wamekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania na sheria za kimataifa, waliouliwa ni watu wasiokuwa na hatia innocent. Mpaka pale mahakama itakapothibitisha makosa yao. Kwa muktadha huo, moja, tunalani vikali mauaji ya watu wasio na hatia waliouliwa katika uchaguzi mkuu 2025. Mbili, kwa huzuni kubwa, tunatoa rambirambi kwa familia na ndugu wote wa raia na wengine waliopoteza maisha katika mashambulizi na ukatili uliofanyika katika kipindi cha uchaguzi. Tatu, tunasimama kwa mshikamano na ndugu wa marehemu katika kipindi hiki cha majonzi makubwa. Nne, mioyo yetu imejaa huzuni lakini pia imesheheni matumaini makubwa kwamba haki, amani, utu na ubinadamu vitarejea Tanzania. Tano, tunalani uharibifu wa mali za raia wasiokuwa na hatia. Katika uchaguzi huo tunashauri viongozi wa dini, viongozi wastaafu wa serikali na taasisi za haki za binadamu waombe kukutanisha serikali ya CCM na wapinzani wake kujadili mustakabali wa taifa. Nane, tunashauri serikali ya CCM itoe haki kwa Watanzania kuandika katiba mpya ya taifa lao. Tisa, kwa sauti kubwa kabisa tunakataa kupongeza uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani uliofanyika Tanzania mwaka huu. Kumi, tunamwomba Mwenyezi Mungu abariki taifa letu la Tanzania lifikie katika uhuru, mshikamano na amani ya kweli. Swala la kwanza, swala la maridhiano. Kwanza sisi tumeonyesha tume tume kwenye tamko letu, sisi tumependekeza hivi kwamba e, watokee watu viongozi wa dini na wastaafu wa serikali wale waadilifu, watu wa e, haki za binadamu waombe Uh, pande mbili serikali na wale wapinzani wake wakutane. Yaani, tunazungumzia third party. Kwamba yafanyike lakini iwe kuna third party. Kwamba hiyo ndio nzuri ndio mtazamo wetu sisi tulio nao. Lakini kwenye swala la maridhiano sasa ile aliyozungumza rais ya. Mimi sioni kama kuna dhamira ya kweli ya maridhiano kwa jinsi nilivyosikia ule hotuba kwa sababu yani, ye raisi, ame, ame, ame katika mazungumzo yake yaani, amepongeza na kusifia sababu zile zile ambazo zilizopelekea yale